Naam, Ali Madumbo uko katika Mombasa Municipal Stadium. Ndiyo. Na construction site. Ndiyo. Na kuna mengi yamesemwa kuhusu Mombasa Stadium. Ndiyo. Kwa hivyo leo tumekuja kuchukua mambo ambayo yana uthibitisho ofi, eh, kamili kuhusu maendeleo ya stadium. Sheikh Captain, kwa kweli huu ndio uwanja ambao tulikuwa tunajivunia sana tukiwa skuli, tukiwa wadogo, kwamba hapa ndio platform yetu ambayo tunaweza kuonekana tukiperform talenti zetu ambazo tulizokuwa nazo. Mwanzo hatukuchukulia kwamba mahali kama hapa ni muhimu, lakini sasa hivi tuna realize kwamba hapa mahali ni muhimu zaidi kwa jamii, kwa community zetu, lakini hapa ndio tulianzia mpira. Tutaweza kujulikana kwa jina ni hapa, na mwelekeo wote wa maisha yangu pia imepitia, ni kwa sababu nilicheza stadium, nikatambulikana, nikaonekana, ndio leo hii inaweza kufuatwa nikatafutwa, kuonyesha ama kuthibitisha kwamba kweli nilichezea hapa na kweli ni kwa, kwa klabu za hapa Mombasa. Leo hii hatuna viwanja, ni tabu ya kuwa hatujui tutaelekea wapi, ingawaje kwajengwa. Tunaomba ujenzi huu uendelee na tumalizane nao, uone kwamba Mombasa nayo pia inakuwa second city ikiwa na stadium. Second city ya Kenya nzima ni Mombasa, lakini stadium ndio hali ni shindwa na kila kijiji. Tumeshindwa mpaka ni counties. Lakini nina imani kwa uwezo wa viongozi wetu tutafika pale tunapotaka. Na sisi tutatambulikana kama zamani. Hii Iko Wapi Zamani? Kweli sasa hivi tumestop. Hatuna zamani lakini sasa zamani tunaichimbua tena upya, tuone kama tunaweza kufika pale wenzetu wamefika. Si kazi ndogo, ni kazi ngumu, lakini tunashukuru pia kwamba kuna msingi ambao umeanzwa, na tunaimani kwamba serikali itatusaidia, viongozi wetu watatusaidia kuendeleza mradi huu. Tumalizane na hapa mahali, lakini hapa ndio mahali sisi tukiwa skuli Chuda Hamisi tutaweza hivyo furaha yangu ni kwamba tumefika na tumeona. Kwa salamu jamani. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, wasikilizaji wetu wa kipindi cha Iko Wapi Zamani na mashabiki popote pale mlipo, karibuni tena katika kipindi chetu uh, maalum cha leo tukiwa mjini Mombasa hapa uh, nikiwa na legend wetu hapa Ali Madumbo ali Madumbo maarufu sana, uh, aliwahi kucheza timu ya Liverpool ambayo baadaye ilikuja ikaitwa Mwenge, na ni maarufu, watu wanamjua vizuri sana, na mchango wake katika mpira uh, ni jambo ambalo ni la wazi kabisa, wengi wengi tunamjua na amesaidia sana, na si wakati ule tu, bali mpaka leo nimemuhisi kwamba ana moyo wake unamuuma sana kuona hali vile ilivyo sasa hivi akilinganisha na wakati ule. Kwa hivyo leo wacha tusikize historia yake kwanza, alafu atupe na maoni mm -hmm. yake ya kuendelea mbele. Ali Madumbo, karibu bwana. Asalamu alaykum mwanzo. Wa alaykum salaam. Shukuru ma. kukupata, kukupata. Bwana sa Sawad. Nafurahi kwamba ingawaje tuliachana kitambo mno, lakini mpaka leo wewe pia una moyo mzito sana kwa kuhusu mpira wa Mombasa hii kwa hakika pia sisi twajivunia wenzetu kama nyinyi ambao mko nje, lakini mnashughulika na sisi, mnatufikiria sisi zaidi huko ndani, kwamba tunaishi vipi, tunakaaje kabla bila mpira ama bila viungo vya mpira kuwa vinaendelea pengine. Ali Mwadumbo, twende hatua baada ya hatua. yeah. hasa wewe ulizaliwa wapi, mtaa gani, mwaka gani? mimi ni mze, kizazi cha Kwale Matuga kaunti Nimesomea Kwale DD primary yangu mwaka wa mzazi 68 68. Uh, mm -hmm. na nikaweza kufuzu kule Kwale, nikaja zangu Mombasa ngawaje, ilikuwa ni uoga. Mimi nilikuwa ni product ya Kwale hai lakini, mm -hmm. uoga wakubuliwa zamani hizo <laughs> ukanitishia, nikaweza kupata shule ambayo hata alikuwa sijui ha? mm -hmm. shule ambayo hata alikuwa sijui chuda, uh, day nikapata kidade nikajaza Mombasa na kweli, nilipokuja Mombasa, kicho kwanza kilinivutia kuhusu ile skuli niliona uwanja wa mpira chini ya klasi yangu, kasema hapa nitacheza poli kweli kweli, kwa sababu primary yote nilikuwa napenda mpira, na ndio skuli zingine nilikuwa zikitaka kama mimi niende kwao, lakini nikavutiwa ni kuja Mombasa kwa sababu niliona kule ndio mbele mbele platform yangu inaona itakuwa huko. Naam uh, ni mwanzo mzuri sana kutoka kwako Ali Mwadumbo, kuanza kukujua kwamba kumbe umetokea sehemu ya kaunti ya Kwale na kuhamia kaunti uh, ya Mombasa, na mchango wako kwa hakika unatambulika mpaka leo. Na endelea habari ya kukulia kwako katika hizi shule na michezo ya mpira. Uh, kwa hakika hata huku nyumbani nilipoanzia nilikuwa maarufu kiasi kwamba kila timu inayopangwa lazima mimi niweko, kajikuta labda pengine na kipaji fulani ama na niko na hali ya kuwa inavutia wengine na kama mfano wa wengine. Na nilipokuja kweli Mombasa nikawa mfano mkubwa, kwa sababu nilipokuwa naanza kucheza nilipata mashabiki wa kutosha wa kunipendelea, Madumbo Madumbo kadhalika. Ah, Ali Mwadumbo, wachezaji gani ambao ulipokuja katika mji wa Mombasa, au timu ya nafikiri ulichezea Mwenge moja kwa moja, au ulipitia timu gani nyingine, na ni wachezaji gani ambao ulikuja ukakutana nao hapo? Nilipokuja Mombasa nikiwa form 1 shule day, nilipata wazee fulani wanaopenda kuangalia mpira wakavutiwa na mchezo wangu mpaka wakaweza kuja kila jioni tukifanya mazoezi, wanatutembelea shule wanaangalia ndio, pale nilichimbukizia kwamba Mohamed Eri, wakati huo ni coach wa Brothers hapa Mombasa, akafurahika sana na mimi mpaka akawa ananichukua timu ya Brothers ikienda safari, na mimi naingizwa kwenye gari, tunaenda kuangalia jinsi vile wenzetu wanavyofanya. So nilipendeziwa sana na wa wazee kama ao wengine, wao wakanivuta mimi kwamba niende kwa klabu ya Mwenge Klabu ya Mwenge ndio wakati ule ni e, mabingwa wa Mombasa, wanashangiliwa sana, wana wafuasi wao wengi, wakipambana na timu kama pesa ko. So, nikichukuliwa hiyo, kachukuliwa kama mdogo kabisa, nikaingia Mwenge mapema sana, karibu nikiwa form two. Labda ukakuta wachezaji kina nani hapo? Pale nilikuta kina Huseni, Huseni nani, Huseni Gari, Huseni na ni Omar Husein, Husein, Hamadi Hussein Amadi Badiali nilimpata iwamaliza tuseme na kina, mm, kina Abdul Pele wale ndio wapata wakimalizia malizia sasa wao. Oh, mi niko nje wakichoka kidogo naingizwa mimi naingia nacheza mm kidogo wakitoka naingia mimi nacheza so most of the time nilikuwa sana mimi ni kama mtu wa kuongezea tu nafasi ile wakati ukiisha. Pengine una bao lolote ambalo ambalo uliwahi kufunga ambalo unaweza kulikumbuka wewe? Ah, kwa kweli mpira nilicheza na mabao nilifunga mm -hmm. lakini specifically niseme ati bao fulani sikumbuki, ni kitambo si. yeah. yeah. lakini mabao nilifunga ndio nikawa kikosi cha kwanza, sikosikani kama rizabu wao, kwa sababu nilikuwa ni mfungaji, nikiingizwa wanatarajia nitapata bao. Hmm. Na, na uwanja ni huu na huu Mombasa Stadium. Uwanja Stadium ni huu huu Mombasa Stadium ambayo inanishangaza mpaka dakika hii kwamba huu muda ambao nimepotea kwenye stadium, kumbe stadium yetu imekuwa hivi. Inanishangaza sana. Ngawaje tuasoma kwenye gazeti ya jengwa ama yafanyika hivi, lakini kwa hakika hili hii ndio platform ya vijana wote wa Mombasa kwamba tunasoma lakini mwisho wetu tunaenda stadium kucheza mpira wetu tukaonekana. Lakini leo hali ni hii, inashangaza. Lakini tunaomba kwamba waliofuata, wanaoifuatilizia kama viongozi wetu, tuna imani kwamba watamaliza hii kazi. Na shukran sana, Bwana Ali Madumbo, na kwa, kwa kweli ni ustahimilivu tu ndio ambao tumebakia nao, kwa sababu wenye uwezo katikati kati yetu ni wale ambao wako mstari wa mbele katika kusimamia mambo ya ujenzi wa stadium hii na letu sisi ni kuwahimiza kwamba wawe na ushirikiano na sisi, washikadau sisi wa miji, ambao watu wanaumia sana kwa kupata ripoti tofauti tofauti ambazo uh, hazi hazitii moyo kwamba stadium huenda ikapatikana karibuni. Lakini matumaini sisi, hatu hatuvunjiki matumaini, tunaendelea kuwa nayo na tunatarajia siku za karibuni inshallah, uh, Mwenyezi Mungu atajalia tutakuja tuwe na stadium yetu uh, ya Mombasa. Hiyo ni kweli kwa hakika, tunaweza kupata stadium kulingana na mwenendo unaoendelea sasa, tunaweza kupata stadium. Only ni hatua moja kwa moja, polepole itafikana na tunaweza kumalizia hii stadium ikiwa wakubwa zetu, viongozi wetu watatia mia ya kutengeneza kwamba huu mji ni wetu sisi wote sote, tuko na mm. huu mji kwa hivyo, lazima tujipange, tujitengenezee wenyewe, tusingojee kutengenezewa. Tukitia fora, tukitia nguvu pamoja, tutafika pale tunapotaka kufika. mm. Uh, Ali Mwadumbo, hebu tupe tena changamoto zako katika Mombasa Stadium uh, katika timu ya Mwenge uh, wachezaji kama Mahmud Abbas ulianza muda gani pamoja ama ulimtangulia ama? Kwa kweli, Mahmud Abbas nilimpata skuli akiwa anamaliza, mimi ndio naingia. Alafu wakati huo huo nikija kwa klabu nampata yu atoka yu enda zake FC Leopard, yeye na Baraza. Hata sikuwahi kucheza nao katika Mwenge uh, mm-hmm. kwa sababu walikuwa wakubwa zangu, alafu tena wakatangulia mbele kwenda Nairobi. Sikuweza kucheza nao hapa na hapa zaidi, isipokuwa labda friendlies akija nyumbani Maamudu ama Baraza akija nyumbani, tunaweza kucheza pamoja, lakini sana ni wao ndio. Ndio, tunakuona wewe ulikuwa ni katika uh, ni katika wadu, vijana wadogo wa Mwenge, yeah. We, mmoja wapo ni wewe, pengine Abdu swale pia mkupishana sana ambaye amefariki juzijuzi. Abdulswale ni mkubwa wangu kiasi. Abdulswale ngoja like, mm. kuna Abdul Abdul, Abdul Pele mwa Afrika na na Muhindi. Na Muhindi. Ah, okay. <laughs> <laughs> eh, lakini wote niliwapata na mimi kwao, wao walikuwa mimi ni reserve. Ndio ndio. Ukiwapata wao lakini walipoondoka nilitawala. Nilitawala mwenge nikawa na mimi niko mbele mbele zaidi. mm. Mm. Alhamdulillah. Wallahi uzuri ya kwa wale ambao wasiomjua Ali Mwadumbo, sisi tulim mimi nilimuona akicheza, alikuwa ni mkakamavu na namba yako sana ukicheza, alikuwa anacheza namba tisa zaidi, tisa, tisa baimu. Kwa hivyo wewe ni ulikuwa ukichukua ukimzibia, uk, uk, Avedi wakati anakosekana Avedi akikosa mabao mimi <laughs> lazima napeli kuambia na mkia nenda kumalize <laughs> eh. <Marema>, Avedi <laughs> tulikuwa naye na nilimpenda alikuwa ni mfungaji stadi kabisa nilipenda. Kuna mechi yoyote unaweza kukumbuka, labda ilikuwa ngumu, pingine mlipotoka nje ya mji kwenda sehemu za bara labda Nairobi, Nakuru wapi, tuliwahi kucheza i think ni Goromaya tuliweza kucheza na wao mpaka nika nikaumia nikavunjika. I mean sikuvunjika lakini nitoka bega, hiyo bega. Bega. Mchezo ulikuwa ni mkali kweli. Mm. Na wachezaji ilikuwa ni wale wa Kongo ambao walikuwa wanachezea taifa tayari. mm. Na mimi nkiingizwa ni kidogo yeah. na warengware ware zangu mm. Ikawa mimi mara nyingi nachukuliwa kama huyu ndiye odari wao, wacha tumchape mm. Na ni kweli likuwa kichapwa na toka mbio mm. Kwa hivyo nilikuwa na challenges na wale watu wazima mm. ambao tulikuwa nao, lakini nashukuru mm. game kama hiyo ya goromaia tuliocheza nao leo na raha. Na ulionaje mazingira ya zamani kwa wachezaji baina uhusiano baina ya wachezaji na mashabiki wa, wa Mwenge, ile imani imani na ghera za wale watu, ambao watu ni maskini lakini mtu anataka kutoa kitu wasaidie, hmm. waonaje zama zile? Sema kweli, zamani watu walikuwa watupendana sana, hasa wakubwa zetu, nikitaja kama kina mzee Doran kina Omar Tafi kina mzee sorry, mzee Solomon Tole Nuru mzee mzee Nuru, hasa mzee Nuru ingawaje alikuwa mgonjwa akitembea na fimbo lakini mm. Alionesha ushujaa wake kwamba anapenda klabu, ana moyo wa kutusaidia mm. Wakati mimi nilikuwa nikiumia na bebwa na kila mmoja, atakunipeleka kwa huyu nikakadwe, na huyu nikafanya hivi. Kulikuwa na mapenzi mengi kuhusu sisi wadogo, hasa mimi. Nashukuru sana, hata kazi zangu nilizopata mimi zilipitia kwa mpira, kwa sababu ilibidi kwamba natafutiwa kazi ili nsiondoke Mwenge ama nsitoke Mwenge. Basi ikawa hivyo mm. akina nini e, um, ule bwana wa customs nani anyway, ni, au, Mw, ni. E, uh, mtu mzima nina msahau sasa hivi wasema nani, eh mtoto mtoto wake ni gavana Alamu nani, ah nasaa <laughs> huyo gavana Alamu huyo zamani nani huyo kijana huyo, kwa mdogo kabisa Alamu wasema nani Yasintwaha. Anazungumzia kuhusu mzee Yasintwaha, alikuwa kija nyumbani hasa kumchukua mimi na Albert Cha kwamba, mm -hmm, huyu ni mchezaji wetu, kesho anatakikana acheze, lazima nifuate nyumbani usiku mm -hmm, nikale nifanywe kila kitu cha kuhakikisha kwamba nimepumzika vizuri na kesho kuna mechi. So mapenzi yale ambayo tuko, walikuwa nayo wenzetu ilikuwa ni mapenzi ya hali ya juu kitu hmm, kidogo lakini ilikuwa cha maana, maanake kinapatiwa na roho safi. Mtu anakupatia kitu, wewe mwenyewe unajihisi kwamba mmepata kitu kwa mtu fulani Deo, kwa sababu fulani no. So kwa sasa hivi kuna tofauti kubwa sana kuhusu mioyo ya watu watu hmm, wengi sasa siku hizi wanaingilia siasa siasa siasa, siasa. Hmm, watoto wanaachi, watu huru Wanaharibika, wanaharibika. Kama tumepita Tononoka, e, kama pale Tononoka tulipofika apata viatu hakuna, mipira yenyewe ni ile ya kusukana kamba. Mmoja katika hii social media yetu mm, alionyesha mipira, mifano ya mipira, yasikitisha kusema mm, kweli yasikitisha, lakini tuna imani Mombasa aweza kusuka tena, na ikija safari hii mm. Hasa hii uwanja hii platform ikimalizika, iki vizuri mm. naweza kupata wachezaji ambao watatukutarajia na watoto wa sasa hivi wako very fast kulana mm. So, kiwa tutakuwa na bidii sisi wote kusaidia aa watoto ama kuangalia maslahi ya ha watoto Mombasa mm. italeta timu moja kali sana. Wakati uh, Bwana Ali Mwadumbo tumefanikiwa kupata hichi chombo cha kuwashikanisha watu wa Mombasa pamoja uh, Iko Wapi Zamani, na hata wewe ulipokaribishwa ulifurahi sana kuona grupu kama hii. Maoni yako katika mwelekeo wa siku za mbele ya Iko Wapi Zamani ni yapi? Well, kusema kweli Iko Wapi Zamani ni kikundi ama ni chama ama sijui tutaita vipi, lakini ni grupu, ni grupu ambayo ina malengo na kama yale malengo yataunganishwa pamoja mawazo tofauti tofauti, kwa kusema kweli Mombasa inaweza kubadilika sana kimchezo, kwa sababu kuna watoto wengi sasa hivi wanapotea baharini, wengi wanaenda kupasstime yao baharini instead of kwenda kwa uwanja, lakini sasa uwanja ndio hatuna sasa. Sasa hivi uwanja Mombasa hatuna, kwamba tunafanya mazoezi wapi? Tononoka ndio hiyo, viwanja vile Mwenge kule kwa tukifanya Serani kule hali ndio hiyo, hatuna viwanja vya kufanya watoto, labda tucheze barabarani, kama vile nasikia Brazil hati walikuwa wakicheza mpira mpaka barabarani, tatubidi tufanye hivyo. Lakini sasa watoto tunawachia huru zaidi mpaka wanaharibika, ndio wao wao. Usiku Mombasa ukipita, unaona na wasiwasi, naona utafatiliziwa utafanya uh, mambo mabaya mm. So maoni yangu kwa hii grupu ni kwamba tushikane kitu kimoja. Jaribu kama tunaweza tutengenezeni hata kama ni akademi mbili za mfano, akademi mbili tuchukue, tuchukueni skuli moja tuweke watoto waliona talent, makocha waajiriwe, mmoja achukue huku, mmoja achukue kule, tuoneshe mfano kwamba tunaweza, tuweze kupata skuli moja ambayo itakuwa watoto watafuta, hata kama skuli za bara tuwachilete wale kwa hiyo na talenti waingizwe pale, wafanye mazoezi asubuhi na jioni, baada ya ile miaka yao ya kusoma pale skuli. Hasa boarding schools itakuwa vizuri zaidi kwa sababu hiyo ndio italeta umoja wetu, kwa sababu kuna kitu tunakifatilizia, tunaangalia uh, kitatoka nini. Talenti kama itapatikana <coughs> sisi ndio tutakapata faida. So mi nahusia na kwamba kama Iko Wapi Zamani inaweza kutengeneza akademi moja Mombasa ama outside Mombasa ama area yoyote ambayo tunaweza kuichagua tuweze kubuni ile timu ya watoto wadogo wa miaka kumi na tano mpaka kumi na tatu mpaka kumi na tano ama kumi na mbili paa skuli mpaka tuwapatie uh, nafasi ile ya kusoma na kochi wao ambaye atakuwa naam kumlipa sisi wenyewe kidogo kidogo, sawa, lakini tukipata hiyo nafasi itakuwa nzuri kwa ajili ya chama chetu. Na shukran sana ndugu Ali Mwadumbo kwa mchango wako na mawazo yako mazuri, na ni matumaini yetu ya kwamba ushirikiano mzuri baina yetu utatusongeza sisi mbele, tukiwa na nia nzuri, nia safi za kupendana na kusaidiana. Kwa hivyo, kwa siku ya leo tunawashukuru uh, wasikilizaji wetu kwa kuhudhuria uh, documentary fupi kama hii ya Ali Mwadumbo, na insha allah tunarudi vile vile kutoa mwito sisi kwa walio mbele baina yetu, walio viongozi wetu, wasife moyo na wasituache sisi nyuma. Sisi na wao bega kwa bega tushirikiane ili tu, tuiboreshe ile hali ya kimpira ya watoto wetu, kwa sababu ya future yao. Kwa hivyo anatakia kila la kheri na asanteni sana kwa kuwa nasi. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu.